Nicolas Maduro pamoja na mkewe wanashikiliwa chini ya ulinzi mkali wa Marekani. Vyanzo vya serikali vinaonyesha kuwa Maduro ameshafikishwa nchini Marekani kwa taratibu za kisheria, akiwa anakabiliwa na mashtaka yaliyowahi kutangazwa kimataifa, yakiwa ni pamoja na tuhuma za uhalifu wa kimataifa. Hadi sasa serikali ya Venezuela haijatoa maelezo ya kina kuhusu hali ya ndani ya nchi, lakini hali ya dharura inaendelea kutekelezwa nchi nzima. Rais wa Marekani Donald Trump ameeleza kuwa operation ya kumkamata Maduro ilifanywa kwa misingi ya sheria za kimataifa na mashtaka yalikuwepo kwa muda mrefu. Trump amesisitiza kuwa hatua hiyo sio uvamizi wa kitaifa bali ni hatua ya kuwajibisha viongozi wanaodaiwa kuvunja sheria za kimataifa na haki za binadamu. Ameongeza kuwa Marekani haina nia ya kutawala Venezuela bali kusaidia kurejesha utulivu na mazingira ya kisiasa yanayokabili kitaifa. Leo, mataifa makubwa duniani yameendelea kutoa misimamo tofauti. Urusi na China zimeeleza wasiwasi mkubwa zikisema hatua ya Marekani inaweza kutoa mfano hatari katika mahusiano ya kimataifa. Umoja wa Ulaya umetaka kuzingatiwa kwa sheria za kimataifa na kuepukwa kwa hatua za kijeshi zinazoweza kuchochea machafuko zaidi. Nchi kadhaa za, za Amerika ya Kusini zimetoa wito wa mazungumzo ya kidiplomasia na kuheshimiwa kwa uhuru wa taifa. Lakini upande wa uchambuzi wa kijiopolitiki, kinachoendelea Venezuela sio tukio la kawaida. Venezuela ni moja ya nchi zenye akiba kubwa za mafuta duniani, nchi iliyo katika muhimili wa mvutano kati ya Marekani na mataifa kama Urusi na China. Hivyo basi, ukamatwa kwa Maduro unafungua ukurasa mpya mapambano ya ushawishi wa kisiasa na kiuchumi. Je, maoni yako ni yapi kwenye tukio hili? Acha maoni yako hapo, lakini usahau kutufollow na kusubscribe chaneli zetu YouTube Dems Media asante.